Msanii wa Bongo Fleva, Zuwena Mohamed, ama Shilole alimaarufu kwa jina lake la sanaa amehukumiwa kulipa faini ya shilingi bilioni 14 na na mahakama ya Mwanzo Wilaya ya Kinondoni jijini Dar es Salaam baada ya kupatikana na hatia ya kutapeli na kusababisha hasara kwa kushindwa kufika kwenye show. Kesi hiyo iliyotolewa hukumu siku ya leo Machi moja, mwaka 2018 imethibitisha kuwa Shilole alichukua kiasi cha shilingi milioni tatu kwa Mary Musa kwa ajili ya kufanya shoo siku ya mkesha wa Pasaka mwaka jana mwaka 2017, katika ukumbi wa Heineken ulioko Mbagala, jijini Dar es Salaam na kushindwa kufika kwa muda waliokuwa wamekubaliana. Kutokana na kitendo hicho, mashabiki walifika kwenye shoo hiyo walifanya vurugu na kusababisha mwandaaji ambaye ni Mary hasara ya shilingi milioni 14 ambazo mahakama Shilole azilipe kama fidia kwa mlalamikaji. Akisoma hukumu hiyo, hakimu wa mahakama ya Mwanzo Kinondoni, A. P. Mshingwa amesema Shilole amekuwa akitumiwa wito mara kwa mara na mahakama afike asikilize kesi yake, lakini amekuwa akikaidi kufanya hivyo hadi mahakama ilipoamua kumwandikia wito wake kwenye gazeti la Uhuru, lakini hakufika pia. Mahakama imemwamuru azilipe pesa hizo haraka ndani ya wiki moja, vinginevyo mali zake zitaanza kukamatwa. Shilole ameambatana ya mahakamani hapo pamoja na mumewe Uchebe, na wakili wake ambaye baada ya kufuatwa na kwa mahojiano zaidi na Global TV alikataa kutaja jina lake wala kuzungumza chochote kuhusiana na kesi hiyo. Okay, hiyo ndio ile tulofikia siku hii leo kwenye meza ya Stories Town. Zaidi nikukumbushe tu kwa habari nyingi kama hizi usisahau kusubscribe YouTube channel yetu Global TV Online. Pia unaweza kutufollow kupitia Instagram na Facebook, tunatumia Global Publisher. Twitter ni Global Habari. Vile vile unaweza kudownload application yetu Global Publisher kupitia simu yako ya mkononi iwe ni Android au iOS na hapo utafurahia habari nyingi zaidi ambazo zinaluka kupitia hapo. Vile vile usisahau utakuwa mwanafamilia bora wa Global TV na Global Publishers. Okay, ni kutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Asante na kwaheri.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 Pesa ni M-Pesa <laughs> Nilidhani mii ndo mjanja kuba, washikaji waenyizidi kete. Lipa kwa M-Pesa kutoka mitandao yote na akaunti za benki, upate zawadi za papo hapo. Pesa ni M-Pesa.